Ah, hapa hapa la hii ni Kale Chimizi International na mimi ni MM Alifanya Mwanakijiji alikofanya mahojiano na Dr. Harrison Mwakyembe, karibuni. Tunaelekea uchaguzi mkuu, elfu mbili na kumi. Karibuni. kmkarib nilipozungumza na Dr. Mwakyembe juzi tulizungumza mambo mengi na kama unavyoweza kuona tumeagawanya katika sehemu tatu, zote zinapatikana kwenye YouTube. Nilianza kwanza kwa kumpatia pole kufuatia msiba wa Profesa Juani Mwaikusa aliyeuawa kikatili pamoja na watu wengine wawili a, siku chache tu zilizopita. Huyu hapa ni Dr. Mwakyembe. Tunashukuru sana, asante sana kwa kutupa pole. Ndio. uh, labda unaweza kutueleza kidogo tu, namkumbuka vipi wewe Profesa Mwaikusa, uh, katika medani za sheria hata siasa za nyumbani na hata labda kibinafsi. Uh, nitazungumzia zaidi kibinafsi kwa sababu hata wakati rais eh, amekuja Dodoma katika kufunga bunge mimi sikuwepo, okay. Nilazimika lazima niwepo kwenye msiba wa wa ndugu yangu Profesa Mwaikusa. Mimi na Mwaikusa ni sio tu kwamba anatoka kijiji kimoja na mimi, lakini vile vile nimesoma naye kwa wote, Mirambo Secondary uh, School, high school. Tumetoka high school tumeingia wote faculty of law tukasoma sheria, tumekuwa pamoja, tumemaliza wote na tukabakizwa wote chuo kikuu cha Dar es Salaam kama teaching assistant, tumeendelea, tumepata employment wote tukiwa pale. Kwa hiyo muda mrefu zaidi ya miaka thelathini. Uh, ndio maana kwangu mimi esl imenigusa sana na uh, Profesa Mwaikusa ni moja ya watu ambao wanaweza kusema kwamba ni wanasheria waliobobea na ambao kwa kweli ni tegemeo kubwa sana Nakimba, temba, uh, wa taifa letu, lakini bahati mbaya ndio hivi maisha yake amekatishwa na uhuni wa kipuzi kabisa ambao wajapata kutokea katika nchi yetu hadi Sa, hivi sasa. Labda kwa sababu mesema mko na ukaribu huo na mlikuwa na ukaribu huo hali ina ikoje katika uchunguzi, kama una taarifa zozote au yes, tumefikia wapi katika uchunguzi? Bado hatujapata taarifa sahihi kutoka jeshi la polisi. Uh, kulikuwepo mwanzoni na maneno kwamba pengine ni uh, ujambazi wa kawaida, lakini sisi hatuamini hilo ndio. Kwa sababu u, u, u, u, ma, ya wa eyewitnesses waliokuwepo walioona wakati tukio inatokea Uh, hmm, asema baada ya profesa kupigwa risasi, um, uh, wale majambazi walichofanya ni kuingia lake na kuchambua chambua kartasi kufungua baada ya ku... kuangalia chikwata kukiona, wakaondoka. Hiyo ni, ni, ni, ni, ni watu ambao walikuwa nia fulani, lakini vilevil kwa upande, na nadhani na hawa watu sio watu wa kawaida, lakini watu waliosomea ni yeah. Professionals wanaweza kuhandle bunduki vizuri, kwa sababu ukitumia bastola ukawa na high precision unapowagonga opponents wako, basi wewe utakuwa umefanya mazoezi sana, kwa sababu walipiga risasi nne. yeah. risasi moja ilivunja kioo cha nyumba, risasi tatu zote zikapiga watu na wakafa. Hiyo yeah. risasi hiyo iliyopotea kwa sawani. Yeah. Hiyo inaonyesha ni kwamba watu wamesomea, si watu wa mabaishani tu wanaokuta bastola barabarani wakaitumia. yeah abili na, na, na, na watu ambao ni professionals na inabidi serikali yetu ya makini katika kuchunguza hili swala. Ndio. Sawa, poleni sana na natumaini mtapitisha pia pole zetu kwa familia ndugu a, na jamaa wa Profesa Mwikusa tunaombea faraja wakati huu lakini. Aha. E, Dr. Mwakyembe kati ya vitu ambavyo au ni kubwa zaidi ambapo nitaka nizungumza nawe leo na bila shaka nimekudokeza mapema kidogo ni swala ambalo bado linatugusa kama jinamizi hivi au kama kivuli kinatufuata bado, nalo ni swala la Richmond, jinsi lilivyoshughulikiwa na hasa, limerudishwa tena kwa nguvu juzi na aliyekuwa waziri mkuu wakati wa swala la Richmond ni Mheshimiwa Edward Lowassa, mbunge wa Munduli, ambapo siku ya Ijumaa, ambapo bunge limeahirishwa, lime ili kupisha uchaguzi mkuu, alizungumza na, na television ya taifa TBC Akihojiwa na Tido Mhando na amezungumzia mambo mengi sana. Kwanza, reaction yako au mwitikio wako wewe wa kwanza kabisa kusikia Lowassa anazungumza kwa kirefu baada ya kukubali kukaa kimya kwa miaka karibu miwili hii, umekuchukuliaje? Umekuchukuliaji? Mimi sijashangazwa sana kwa jinsi ambavyo namfahamu uh, mheshimiwa mwenyewe Lowassa yeah. Uh, lakini vilevile nidhani swala la Richmond ilikuawa tayari kwa, kwa maana ya kwamba serikali ilishakiri bayana kufanyika kwa makosa kwenye suala hilo yeah. Na serikali ilishakubali waziri mkuu wake kujiuzuru, mawaziri wawili walioongoza wizara ya nishati na madini kwa vipindi tofauti nao wajiuzuru yeah. Na hatimaye baraza zima la mawaziri kuvunjwa na kundi lingine jipya chini ya waziri mkuu uh, mwingine uh, mheshimiwa Mizengo Pinda. Nimefikiri tu isha alimaliza hilo yeah. Sasa anachokifanya ata sasa ni kufufua mjadala an yeah. Eh, lakini nje ya taratibu za bunge yeah. Eh, kwa lengo kubwa la kujisafisha yeah. Ndio ile ambalo mimi nahisi si rahisi hata kidogo, ni gumu kupindukia yeah. Eh, Nadhani aliyemshawishi kufanya hivyo hamtakii mema sana hata kidogo. E, kwa sababu e, tutapata nafasi na sisi tutamjibu kwa kwatu zote, na tutamtaka aende mahakamani kama dhamira yake kweli ni safi e, na mimi najua hawezi kufanya hivyo e, kwani anajua alichokifanya kwenye sakata la Richmond e, ambacho kilimradhimu hili kwa utashi wake yeah, akajiuzuru kulazimishwa na mtu ah. Lakini hebu hebu ende kabla tukakaribishe ya eh yeah. E, kabla sijaenda huko kwanza nirudi, kwa sababu yeah, kuna vitu kuna vitu ambavyo yeye alivisema na mimi nimemsikiliza kwa hiyo si, si, si, si kwamba nimesimuliwa Lowassa alisema nini. Nimesikiliza na mahojiano yake yote na nimearekodi nayo aa, kwa hiyo ni, nina uhakika yeah, kabisa ni nini alikuwa amekisema pale na nitaka nirudi tu kurifaa hivyo moja aliulizwa kwanza swala zima au alijieleza yeye mwenyewe kwamba maamuzi aliyochukua Richmond ni maamuzi ambayo hata tukimwamsha leo hii atarudia vile vile. Maana yake ni kwamba hadi sasa yeye atambui kama kuna makosa. Wewe umesema kwamba serikali imekubali kulikuwa na makosa yamefanyika, watu wakawajibika. Lakini Lowassa leo anasema kwamba yeye binafsi, katumia neno kwamba yuko clean kabisa na kwamba hata leo tukimwamsha tukimwambia afanye vipi, atarudia yale yale. Mimi nikuulize wewe, kwa sababu umechunguza kwa kina kupitia kamati teule na kulifuatilia swala hili, maamuzi ya ofisi ya waziri mkuu na ushiriki wake katika swala la Richmond, ni maamuzi ambayo unaweza kuyaona akirudiwa tena jinsi alivyokuwa yakawa na manufaa kwa taifa? Nimekuwa ah, kwamba hata mahojiano yenyewe ni kuja kuangalia tuna baadaye. Ah, uh, lakini na na, na naamini kwamba pia hata aliyekuwa na mhoji eh, alikuwa hana maswali eh, ya mazuri ya kumbana. Maybe alikuwa hana taarifa sahihi, hajaisoma taarifa yetu kuweza kumbana kwa masai, kwa maswali sahihi. Unajua huwezi kusema ningeweza kulirudia hilo, hilo. Kwa hiyo unamaana kwamba pia yuko tayari kurudia kujiuzuru? Maana unajua kujiuzuru ni hatua ya kukwepa kuwajibika zaidi Deo. Uh, alijiuzuru kukwepa mjadala ambao ungembana nami, na uhakika baada ya huo mjadala asingejiuzuru, lakini angepigiwa kura kutokuwa na imani yeah, na angeondolewa yeah. Na kwa hiyo kuondolewa ambao kuna consequences nyingi zaidi, kwamba unakosa vitu vingi vya kuonekana kwamba wewe pengine ulikuwa mstaafu au ulikuwa katika nafasi, kwa hiyo na maneno ni, ni tu ya mkosaji, na siamini kama ana, ana, ana, anasema kwa dhamira safi yeah. Uh, kwa sababu nakuhakikishia ndugu yangu uh, swala hili sisi tulishalipitia lilishakuisha. Tuna hansard record za Bunge ambazo wazi walieko sasa hivi naitasisitiza, kuna makosa yeah. Serikali imejifunza yeah. na sasa siturulisha huko nyuma tena lakini tukitoka kwenye mjadala wa leo, inaweza mjada kukurudia tena kwa kifupi, kitu gani kilichotokea na kwa nini tunaamini kwamba anaoyasema ni, kwa ni mambo ambayo kweli anaelewa yeye mwenyewe, lakini sisi tunaamini akitokea tena, haitakuwa kujizuru, tutamwajibisha tena kwa kutumia sheria zingine, atakumpeleka mahakamani na kumchukulia ta